Khutba ya leo madharatu idhari lmaasi, miongoni mwa madhara ya kudhihirisha maasi, watu wataamiliana na wewe kama mtu asi, na hukumu zitasimama juu yako ukiwa wewe ni mtu asi. Katika hili Alimamu Nawawi rahimahullahu taala akaitaja hadithi

Wanajichanganya, wanaonesha huku nje wao ni wema, lakini ndani ni wa ovu wa wabaya. Umar radhiyallahu anhu anasema inna nasan kanuu yukhadhuna bil bilwahyi, na katika riwaya nyingine imekuja, inna unasa, hakika watu katika zama za mtume walikuwa wao wanachukuliwa na wahi kwa maana wanafichuliwa, yani wanafahamikwa kwamba hawa ni watu waovu kwa wahi. Ndio ulikuwa wahi unateremka kuja kuwafichua wanafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam anaishi nao kama Waislamu, masahaba wanaishi na wale watu kama Waislamu, lakini wahi ndio ndo kaja, ukawa unakuja unafichua, jamani, hao kadha kadha kadha Ukisoma surati Tauba, ukisoma suratul Munafiqun mtaona ndani yake maelezo. Mwalimu, sasa Umar radhiyallahu anhu anasema, fi ahdi rasulillah, katika zama za mtume wa Allah watu walikuwa wanafichuliwa wale waovu kwa wahi. Wa innal wahya qad inqata'a, na kwa hakika wahi tayari umeshakatika auko tena Mtume ameshakufa. Umar anawaambia nini Waislamu? kwa vile wahai umekatika, na zamani wahai ndio ulikuwa unawafichua waovu, ivi leo waovu tutawajuaje? wa anasema Umar radhiyallahu anhu, wa innama naakhudhukum alana bima dhahara lana min a'malikum, na kwa hakika si vinginevyo hivi leo tutawahukumu kwamba nyinyi ni waovu kwa nyinyi si watu wazuri, bima dhahara lana, kwa kile kilichodhihiri kwetu, min a'malikum, kunako matendo yenu. Sasa mbona wewe unapishana na sahaba wa mtume? Sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam anajua kumbe, kupitia matendo tutawajua hawa waovu, hawa wema wewe unasema hapana, ili jambo tuliache mpaka kwa Allah. Wewe kwani unaelewa kuliko Umar? Nasema maneno haya mara nyingi, wanazungumza sio waislamu wao, hatujui kitabu chao kikoje, na wewe ukisoma Uislamu na ukiwasikiliza wao wanavyoongea, ndio unakubali kwamba kitabu chao kile kimechafuliwa. Kuna maneno, achana na ilmu ile, akili ya, ya kawaida tu ukiwasikiliza, kwani hawo wanaelewaje? Sasa cha kushangaza masufi na wao utakuta wameingia huko huko. Si sinaona kwamba wanaongea maneno haya asili, si waislamu wao, hawajui mambo ya Uislamu, ndio wanaongea maneno hayo, wanadhania kwamba watu wanaachwa tu. Utasikia usihukumu, usihukumu. Ukisikia maneno hayo mara nyingi, anakosoa muislamu Uislamu, awando wanahukumu. Bwana wao kuhukumu, wanakusudia nini? Wanakusudia kwamba huyu bwana kakosea, basi usiseme hivyo. Yani wao kwa mujibu wa utaratibu wao, watu wote wako sawa. Ukisema ukakosea, umehukumu. Kwenye uislamu hakuna mtazamo huo, kwenye uislamu hakuna mtazamo huo. Umar radhiallahu anhu anasema wa innama na'khudhukum al-ana bima dhahara lana min a'malikum, lakini hivi sasa baada ya Mtume kuondoka na wahai kukatika, wahai tena uji kuwafitua watu waovu, sisi tutawajua kwa kupitia vitendo vyenu. Maneno ya khalifa wa pili Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yapo kwenye sahihu Bukhari. Asema, faman adhhara lana khaira, basi mtu yoyote mwenye kutudhihirishia sisi khairi. Aminnahu, sisi tutamwamini yeye. Atudhihirishia nini? Khairi, tutamwamini. Waqarrabnahu, na tutamkurubisha, tutakuwa na ukaribu naye kama mwenzetu, tutamwamini na pia tutakuwa karibu naye tutamkurubisha kwetu. Kwa sababu ya nini? Kheri anayotudhihirishia ndio kipimo kilichobakia. Akasema walaisa lana min sariratihi, na si kwetu sisi siri zake. Sisi tunachotaka si, si, tuoneshe wewe, swali, funga, hiji, toa zaka onesha ya Uislamu yale ya dhahiri. Ya madhambi kaa pembeni wewe, hiyo siri yako si, hatuna kazi nayo. Kwa haya uliotuonyesha, tunasema wewe ni mwislamu mwenzetu. walaisa lana min sariratihi shaihun, anasema kwenye siri zake sisi hatuna chochote, yeye na mola wake. Kama ni mwongo, kama ni mkweli, shauri yake. Anaswali kweli anadanganya atajua mwenyewe, lakini anatuonesha kwamba yeye anafanya ya Uislamu. Haya ndiyo aliyoyaongea Umar bnu Al-Khattab radhiyallahu anhu kuhusu haya maisha yetu, tunaamiliana vipi? Akasema, allahu yuhasibuhu fi sariratihi, Allah ndiye atakayemhesabia na kumlipa hiyo siri yake kama ana jambo lililokuwa la siri limejificha, sisi hatulioni, Allah atakuja kumlipa hilo, lakini sisi huku nje tutaamiliana naye kama huyu ni Muislamu, mtu mwema. Akasema kinyume chake, waman adhhara lana su'a, na yule ambaye mwenye kutuonesha sisi ubaya, uovu, twamuona kwamba yeye amiliki makasino twamwona kwamba yeye ndiyo mateja, wamejazana nyumbani kwake, anawalisha unga na mambo mengineyo mnayoyajua yenyewe. Yeye ndio anamiliki watu wa dansi, twayajua. Anayetuonesha uovu na mfano wake katika mambo ya uovu, lam namanhu, sisi hatumwamini yeye, walam nusadikuhu, na wala akimsadikishi wa in qala, anasema Umar radhiyallahu anhu, hata akisema inna sariratahu hasana, hakika kwa ndani siri yake ye ni mtu mwema. Umar anakataa huo wema wa ndani, sisi hatujui tunakujua huko nje, wewe ni teja. Sasa kama we usiku unasimama sanane ya usiku, unamwogopa Allah sanane ya usiku unasimama qiyamul layli we na mola wako, lakini nje watuonesha we umelewa teja. Sasa kuna watu wanataka sisi tuwahukumu wao watu wema, hali ya kuwa wanatuonesha mabaya. Alafu ukizungumza na huo, ni ukristo sio Uislamu, utasikia bwana, mwachie Allah. Bwana, kwa nini dini yetu yakufundisha hivyo? si twayaona haya kwa Wakristo? Ndio wanasema usihukumu, ama Waislamu hawana mfumo huo. Na waislamu wakisema usihukumu, maana yake ni nini? Tutakuja kuona katika hotuba ya pili, wallahu a'lam.